Wabembe walikaa chini wakasema masase ilie, si kusema. Wafuliru walikaa chini wakasema masase ipigwe, ni un groupe d'individus juu ya maintereza hapo

Mufuliru atapeleka Mubembe wapi, na Mubembe atapeleka Mufuliru wapi? Muniambie, nani mwenye anaweza hamisha mwingine? Maji Kongo, nani katikati ya Mubembe na Mufuliru mukadre? Sasa kantu tribi zenye zinafanya Kongo iwe Kongo, mutaangalia kule kuliste Mufuliru iko na Mubembe. Hey! Hey! Mukusema akuna Hakuna narudilia, hakuna mwenye atapeleka tapereka mwingine wapi? Basi. Wakati na gomba wako na gomba gomba hapa. Hii vita ya kijinga. Vita ya kijinga. Kuko kiongozi oh, no, nilimuita kwa telefoni na kumwambia, "Eh bwana, unaweza nipatie definition ya ile vita, pale, Definition ya ile defi, vita huko na pigana pale? Unipatie simple definition."

Aliniambia aliniambia, wanataka tuonea, nikamwambia bo, kama wewe unakamata pale wanakamata misisi, utakuwa komanda pale au wewe ndio utakwenda katombo, asema hapana, pana anatakutonea, ikamwambia utafungwa kesho wiva kimaimai. Sisi tulilifanya mbele yako na tulifanya vita vya vita ambayo haiko ya kawaida. Wewe unakamata bunduki hapa, unasema nitapigana watoto wa watu wakufe. Nikamwambia acha sheria nyuma itakuya. Erezima wametusikia wamefunga sef, wazalendo oye oy! Wametusikia mulisijali, sasi leo simulilawa saa leo Aba, ambao walikuwa wanagombana, wametusikia wamefunga nini self, na wakati wamefunga self, tunaamini ya kwamba amani ya kudumu itapatikana, na ndio basi, chenye kinabaki hapa ni kuambia wenye walikuwa wanagombana, kila mtu arudie kwenye ikalaka, tuko pamoja, mwingine ya misisi ya misisi ibakie na ama na amani sawa. Tunapenda a partir ya kesho munajua, mwingine ya misisi ni mwingine ambayo inachungwa na ile kilima sawa, si, si. Nasema bango aa misisi <coughs> kama watu wapande ma ile kilima hii misisi watu, watu, watu, watu, watu, watu. tunapenda Acha watu wafanye kazi tosha, siraha yako kushimo ya watu. Najua serikali, najua FRDC nayo itatusaidia, lakini tuliwaambia a ah, a ah, mtu aache kwanza. Tuliambia FRDC a a ah, ah, mwache sisi wazalendo. Kwa wazalendo sisi tunashuka misisi, tukishinda ti tutawaambia, kama mkuje. Lakini Mungu amesaidia sisi peke yetu, amani tunaona itawezekana, haiko vile? mtusaidia, ah, ah. Okay, okay. Sisi wazalendo kwa sisi wazalendo tu, basi tumeweza e, <muchilis> ni kusema kesho watu wafanya activite zao kama ka kawaida <muchilis> <muchilis> tulikuta na jeshi na tunakuta ingine jeshi humu, watu wote awako wa indisipline, parmi ba indisipline kuna ba disipline bale ba disipline ba wenye biko tutatumika nabo kazi humu na huu muda ambao tumepewa, ili tuhakikishe amani ya kudumu inadumu hapa. Ni sisi oye, oy!